Kwanza ni shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu tujalia leo kukutana tena hapa. Mara ya mwisho tulikutana tupokuja kuandikisha kama hivi kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini leo tumekutana tena kwa ajili ya kujiandikisha mkutano mkuu. Kwa baada ya shukrani kwa Mungu ni washukuru nyinyi wananchi wenzangu wa Chamwino kwa kujitokeza kwa wingi namna hii na naambiwa watu wanakuja wanakuja wengi. Niwaombe sana tujitokeze sana tuje tuandikishe, ili tupate haki ya kupiga kura, kutimiza wajibu wetu wa kikatiba. Lakini tatu ni shukuru uh, wafanyakazi wa, wa, wetu wa vituo hivi wanaotuandikisha, kwa kazi kubwa wanayoifanya kutwa nzima, watu wengi, lakini bado wapo wanaendelea kufanya hiyo kazi. Mimi nawashukuru sana sana sana ndugu zangu. Nami nimeona nijiunge nanyi hapa kituoni kwetu. Kama mnavyojua, mimi ni mkazi wa Chamwino na nimepiga kura nyingi huko nyuma, lakini kwa mwaka huu ni lazima nipige hapa Chamwino kwa hiyo ndio maana nimekuja kurekebisha taarifa zangu, si mpiga kura mpya, lakini nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Huko nyuma nilikuwa napiga Zanzibar, kwa sababu nilikuwa makamu wa rais. Kwa naenda kupiga kule, na rais wa jamhuri anapiga hapa Dodoma, lakini mwaka huu inabidi nipige hapa makao makuu ya nchi ambapo ndiyo makao makuu ya serikali yalipo. Kwa hiyo hayo ndio madhumuni na kama nilivyosema niwaombe wananchi wenzangu mje kwa wingi tupige kura. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja, mzunguko wa kwanza umepita, tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, huko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Nitumie fursa hii kuwashukuru tena na tena wakazi wenzangu wa Chamwino, kwamba mnajitokeza, na naomba waiteni ambao hawajaja na wao waje. Baada ya kusema hayo, niwatakie kila laheri, niwatakie kila laheri wafanyakazi wetu wa vituo hawa. Kazi ni ngumu, kazi ni nzito. Mungu atawapa uwezo waweze kuimaliza vizuri kazi hii, na vijichangamoto changamoto kidogo vinapotokea, stahamilini Mboa subiri, labda mashine imechoka, subiri basi, subiri mashine irekebishwe, alafu tuendelee tena. Subiri, kadi zimepungua au zimekuisha, subiri zie kwenye ngine tuendelee tena. Lakini nataka niwahakikishie, kwa mipango mizuri tuliyoiweka, kila mwenye haki ya kuandikishwa ataandikishwa. Kwa hiyo naomba tu mjitokeze, mje kuandikisha sana. Kama nilivyosema, la kwanza kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba, na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani? ambaye katiba imekupa fursa hii, nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia wewe, unaikataa. Ukikataa wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wa kubabaisha tu na wakulalamika, lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulize mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kwa hiyo ni vyema kila Mtanzania, na ni huo ndio wito wangu, kila Mtanzania ajitokeze, atumie fursa hii. Asante sana.